Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya sentensi tata, ukipenda iite sentensi tatanishi. Shukran sana kwa kusubscribe tu. Tuanze na swali la kwanza: eleza maana ya sentensi tatanishi. Sentensi tatanishi ni sentensi yenye maana zaidi ya moja. Pili, andika sababu nne zinazoifanya sentensi kuwa tata. Kwanza ni matumizi ya maneno yenye maana zaidi ya moja. Kwa mfano, wenyeji wa eneo hili wanapenda mbuzi. Mbuzi kuna kifaa na pia mnyama. Pili, kitenzi kilichotumika kikiwa katika jinsi au kauli ya kutendea. Kaleche amenipigia simu. Kwa hivyo, Kaleche amepiga simu kwa niaba yangu. Kaleche amezungumza nami kwa kutumia simu. sababu ya Kaleche kunipiga ni simu. Simu ndicho kifaa kilichotumiwa kunipiga. Kaleche amekitumia kifaa fulani kuipiga simu yangu. Tatu, matumizi ya vimilikishi ake na ao. Collins alisema kuwa ataenda kwake. Collins atafika nyumbani anakoishi yeye, yani Collins mwenyewe. Collins atafika nyumbani kwa mtu mwingine. Mtu mwingine ataenda kwa Collins mtu mwingine ataenda anakoishi yeye mwenyewe yaani mtu huyo. Wageni wamesema wanataka kurudi kwao juma lijalo. Wageni ndio wanaotaka kurudi walikotoka. Watu wengine ndio wanaotaka kurudi walikotoka. Wageni watarudi nyumbani yani wao wenyewe wanakoishi. Watu wengine watarudi kwa hao wengine watu wengine watarudi kwa wageni. Nne. matumizi ya viwakilishi vya nafsi vitegemezi a na wa. Boynet alisema ataenda kesho, yaani Boynet ndiye atakayeenda kesho, mtu mwingine tunayearifiwa na Boynet ataenda kesho. Mfano wa pili, walimu walisema wataenda Mombasa, walimu ndiyo watakaoenda Mombasa, watu wengine tunawelezwa na walimu ndiyo watakaoenda Mombasa. Uakifishaji wa sentensi, kwa mfano sentensi Mashobo Mutuku amefika inaweza kuakifishwa kuleta maana tofauti kama ifuatavyo: Mashobo, Mutuku amefika? kutaka kujua kutoka kwa Mashobo kama Mutuku amefika Mashobo Mutuku amefika, kutaka kujua kama mtu aitoe Mashobo Mutuku amefika. Mashobo Mutuku amefika, kutaka kujua kutoka kwa Mashobo Mutuku iwapo huyo mwingine amefika. Mashobo Mutuku amefika, kushangaa kuhusu kufika kwa Mashobo Mutuku. Mashobo Mutuku amefika, kushangaa kuhusu kufika kwa Mutuku. Tatu, eleza maana mbili za sentensi ifuatayo: hawa ni watoto wa marehemu Bwana Nzovu na Bi Makambo. Hawa ni watoto wa Bwana Nzovu ambaye ameaga dunia na Bi Makambo ambaye yu hai. Hawa ni watoto wa Bwana Nzovu na Bi mak Makambo ambao wote wameaga dunia watoto wote ni wa Bwana Nzovu na Bi Makambo, watoto wote ni mayatima. Baadhi ya watoto hawa ni wa marehemu Bwana Nzovu ilhali wengine ni wa marehemu Bi Makambo. Watoto wa Bwana Nzovu ambaye ni marehemu wako na Bi Makambo. Nne, eleza maana mbili za sentensi hii. Yohana amempigia husha mpira. Yohana aliupiga mpira akiuelekeza